Mzigo unaanzia na utambulisho mfupi wa kihistoria unaenda kwa jina la Norman Zone na wa mwaka 2022. Sasa kulikuwa na kirusi kimoja vya hatari sana ambacho kiliwadhuru wanaume peke yake, kilisambaa kwa asilimia 99 duniani kote na dunia na kupunguza vijana kwa wingi mno. Hali hii ilipelekea wanawake kuishi kwa uhuru na walijitengenezea utawala wao duniani kote. Inavyosemekana kwamba mwaka 2140 utatikisa ulimwengu kwa maana wanawake ndio watakuwa watawala; yani watakuwa naongoza dunia. Wataishi kwa amani katika dunia. Mwana dunia yao waliyoitengeneza, dada mmoja hivi anaitwa Rada, anaamshwa na AI kompyuta yake asubuhi ya sana. Baada ya breakfast akatoka nje kwa ajili ya matembezi, huko alikutana na rafiki yake, lakini walipokuwa wanazungumza, akapokea simu kutoka kwa mama yake, kwa maana kompyuta ilikuwa inalazimisha sana apokee simu ile licha ya mwenyewe kusita kuipokea. Mama yake anaitwa Helena, alimkumbusha kwamba anahitajika kuongoza wanafunzi katika tuko maalum, na afanye awezalo kuweza kujikita na ufundishaji na alimkanya asifanye makosa. Wamefika ndani ya basi, Rada akasalimiana na wanafunzi wake na kuwataarifu kwamba wanaelekea kwenye ardhi ya watu tofauti sana, yaani wanaume na wanawake ambao walikuwa wametengwa baadhi alionyesha video, inaonyesha historia ya nyuma ya jinsi dunia ilivyokuwa. Filamu ilionyesha kwamba wanaume walikuwa na nguvu sana ya madaraka kiasi cha kuwa makatili kupita kiasi, wanawake walilazimishwa kuwa warembo kwa ajili yao tu. Hata hivyo, April 10 mwaka elfu mbili na thelathini, Marekani na Korea Kaskazini walikuwa na mgogoro mkubwa, hivyo wataalamu kutoka Pyongyang waliunda virusi maalum kwa ajili ya kumaliza wanaume wote katika jeshi la Marekani. Hata hivyo, virusi hivyo vilisambaa ulimwengu mzima na kuathiri asilimia 99 ya wanaume Waliopona ni wale wanaume ambao walikuwa na kinga maalum, na ndio hao, kwa bahati nzuri waliweza kunusurika, lakini kwa uchache sana. Wanawake walihuzunika, lakini waliishi kuweza kutengeneza dunia yao. Dunia pia ilipona kutoka kwenye janga ambalo lilikuwa linasababishwa na wanaume wengi, na wanawake wakatengeneza dunia yao nzuri isiyokuwa na malumbano. Wanaume waliobaki na baadhi ya wanawake walihamia katika eneo tengwa, huku wakiwaanza kutengeneza dunia yao kwenye mji tengwa, lakini wanaume waliendelea na ratiba zao kama kawaida huko kuna kijana mmoja anaitwa Hera. Huyu jamaa ni bonge moja la troublemaker, lakini alikuwa na muonekano mzuri sana japo kwa alivyokuwa anaonekana ni kama matawi fulani hivi. amerudi nyumbani, amefanikiwa kutengeneza kompyuta iliyokuwa imeharibika na akamwambia babu yake kwa furaha. Akaomba aweze kuonyeshwa jinsi gani dunia ilivyokuwa miaka ya zamani, lakini babu yake alikataa kabisa kumuonyesha vile. Babu alishia kumuonyesha video ya kijana akimchumbia binti huko, akionyesha kwamba anatamani sana mjukuu wake afanye kitu kama kile. Baadaye watu wa mjini wanamkaribisha Baron ambaye babu yake ndo alikuwa wa kwanza kuhamisha makazi yake katika eneo lile tengwa. Aliahidi kuwasaidia wote kutoroka na alisema kwamba ameandaa mpango wa kuharibu kabisa mfumo wa wanawake. Jambo lile liliwafurahisha sana watu, baada ya kusikia kwamba utawala wa wanawake unaweza ukaenda kuharibiwa na Baron wanawake wamefika mjini na wanaendelea na mafunzo, lakini mabinti walikuwa na shauku sana ya kuwaona watu wa mjini. Rada alikataa akidai kwamba watu wa kule ni hatari mno na hawazuiliki kabisa. Walimshawishi hadi wakaenda eneo lile ambalo watu walikuwa bize na lunch. walitazamana kwa mbali tu, lakini hata hivyo watu hawakupenda kuonekana kama wanyama pori. Yani kama vile walikuja kufanywa utalii hivi. Mwanamume mmoja akainuka, akaonyesha zana zake, lakini akajibiwa na binti upande wa Rada, kitu ambacho kiliwashangaza sana mpaka wao wahuni wakaupenda ule mchezo lakini Rada alimkataza binti asifanye hivyo tena mbele yao. Wamerudi ndani ya basi, Rada anagundua kwamba kuna mwanafunzi haonekani ndani ya gari. Anaitwa Nila. Wakati huo alizobaa kumshangaa bata. Rada amefika pale na pia kabaki ameduaa kwa sababu katika dunia yao hakuna mnyama wala mdudu aliyeweza kumtengeneza. Yaani waliweza kutengeneza dunia ambayo wako wanawake tu lakini sio mnyama wala mdudu. Ghafla Hera akampiga bata yule mpaka damu zikamrukia Rada. Rada alitishia kwa msaada lakini Hera alimwambia kwamba wanapaswa kujificha kama kuna mtu anawafuatilia. Hivi ukiwa pale wamejificha, Rada na Hera wakajikuta wanazama, yani wanatazamana kwa muda mrefu, na palepale Hera akazama penzini. Rada alimshukuru kwa msaada baada ya yule mwanaume kuondoka, lakini alimbusu kwa kushindwa kujizuia. Rada alipuliza filimbi yake iliyokuwa na kelele za ajabu kisha akakimbia lakini wakati huo hera alikuwa na angaika na masikio yake wametoka wanakamatwa na raia wa eneo lile wakiwa na hasira mno wote watatu wakasogezwa kwa baron hera alianza kuwatetea mabinti na kuahidi kwamba atapambana kwa ajili yao baron akataka mmoja ya wa wafanyakazi wake mkubwa kuweza kusogea mbele ya hera wakaandaa tamasha la makofi ile jamaa aliambiwa amchape hera haswa mpaka akili yake iweze kumrudi sawa hera hakuwa na mkono wa kumteteresha jamaa ikafika zomi yake Alipokuwa anataka kupigwa tu akakwepa na kofi lile likaishia usoni wa Baron. Katika hali ya mtafaruku, Hera akawaambia mabinti waondoke, lakini walifuatiliwa na kundi la wanaume. Mmoja jamaa alikuwa mbioni kuwakamata, lakini Rada alizuia kwa nguvu maalum na walifanikiwa kuondoka katika eneo lile. Hera akaenda nyumbani kwa babu yake na kumwelezea kila kitu kilichotokea. Aliweza kujificha sababu alijua watu wa Baron watakuja tu kumtafuta palepale. Mzee akatumia fursa na kuagiza vijana makontena mawili wayasafirishe. Wamefika porini, wanasubiri anayekuja kuyapokea gari ndani yake kuna kijana anapokea mizigo ile. Ndani ya gari Hera anatoka nje ya konteina, huku mwenye gari Yuli alistaajabu sababu aliona kama ni mchezo mchafu hivyo wanamfanyia, lakini Hera aliweza kumtuliza. Hera aliambiwa aruke nje basi, lakini aliomba amvumilie mpaka atakapokaribia mjini. Wawili hao wakunywa pombe pamoja. Rada alisimo sana na Helena kwa sababu alisikia kuhusiana na Hera. Bibi wa Rada alimuunga mkono mjukuu wake, jambo ambalo lilimuudhi sana Helena akajikuta anaondoka na, na kuacha pale. Rada alimsimulia bibi yake kuhusu Hera, na bibi alimuelezea kwamba katika kipindi chake wanaume walikuwa wote na shati sana, yaani kuliko kawaida. Yule alimwambia Hera kwamba yeye ni mtunza mbegu na ni mtu anayethaminiwa zaidi katika ulimwengu wa wanawake kwa pombe zake. Akampatia Hera kofia yake na kuomba mlango ufunguliwe lakini kwa bahati mbaya alianguka kutoka ndani ya basi. Hera hakuwa na msaada, alikuwa tayari kashafika katika ulimwengu ulioongozwa na wanawake. Alivaa nguo za Yuli kuonyesha kwamba yeye ndiye mtunza mbego mpya. Mapokezi yake yalikuwa ni babu kubwa, na akapelekwa mjini na mwanamke mzuri sana. Rada wakati huo yuko na rafiki yake, alijiuliza sana kwa nini bibi yake anakataa kufuata sheria za pale lakini rafiki yake alisema kwamba dunia zamani ilikuwa mbaya na ya kutisha, labda hafurahii utulivu uliokuwa nao sasa hivi. Wakati huo Hera anapita katikati ya wa warembo, lakini bila kujua, Rada anagoma kabisa kumtazama, wakati wanawake waliokuwepo nyuma yake wakimpigia makofi kwa shangwe. Hera akapelekwa katika ukumbi wa mjini ambapo alipokelewa na shughuli nzito, aliambiwa amegitunda, ambapo mama wa mji huo Vayera alimega pale pale. Wanawake wa pale walimjua kama Julius, kwa hiyo aliweka vile siri hiyo vilevile baadaye akapelekwa eneo ambalo wanaume wachache wanakaa. Hera alisema kwamba yeye yuko tayari kuanza kazi, hivyo kampeleka maabara ambapo mbegu zake zilisafirishwa kutumia mashine. Mwanzo alikuwa na hofu, lakini alipomwaza Rada akajikuta anaendelea na mfumo. Wakati huo Rada anamwaza sana Hera na kujikuta anapunguza kabisa weledi. Upande wa pili Julia amekuja katika kijiji kuomba msaada kabla hata ajizimia. Hera anaamka asubuhi anakuta pete maalum kidoleni kwake, kisha walipatiwa masaji na walitambuana kwa ujumla. Hera alidanganya kwamba anatokea katika mji wa milima mitatu. Wakati akipewa masaji, ni kama vile hali ikaanza kubadilika hivyo kwa upande wake, hivyo kaomba atoke nje ya chumba hicho ili mradi kuweza kudili na mambo yake. Hata hivyo, kabla hajamaliza jambo lake, alamu ikaita na kujikuta anakamatwa tena. Rada amehudhuria kikao ambapo aliamini kwamba kama itajulikana kuhusu busu la Hera basi ataadhibiwa. Rafiki yake Ria alimpa moyo kwamba mambo yatakuwa sawa tu. Wakati huo Hera na vijana wengine wapo katika taski nyingine ya donation. Hapo walifananisha matukio ya Hitler. Pia kuna maumivu kidogo, lakini watayaona matokeo baadaye. Kisha wakapelekwa kuomba radhi kwa mama wa dunia yao kwa kosa la mmoja wao tu. Upande wa pili babu yake Hera amemfuata kijana na no kuahidi kwamba atamsaidia sababu aliamini mjukuu wake atakuwa bahala salama kabisa. Yuli akapelekwa mbele ya Baron ili kujibu shitaka la kupotea kwa Hera, lakini aligoma kabisa kusema ukweli. Kwa kitisho Baron alivunja kidole cha Yuli na babu yake na Hera akamwambia kwamba alifanya makosa kumpeleka pale. Majamaa kwa kukosa haya wakataka Yuli aweze kupunguza nguo zake, lakini walichokiona kiliwaacha midomo wazi na wakajikuta wamedhalilika. Wao upande wa pili, huku kesi ni kubwa, watu wanajadili matukio, ili kila anayestahili adhabu basi aweze kuitumikia. Huko nje, vijana waliokuwa na Hera wanagundua kwamba hawatakiwi kufanya chochote katika eneo hilo kama hawajapatiwa ruhusa kutoka kwa wanawake hao. Hera alisema kuwa wanatakiwa kuwa uhuru na sio kila wakati kufuata sheria za hapo tu. Vera akaongea na Helena na kumuuliza kama anaona sawa binti yake ya kushtakiwa. Helena alijua kwamba akikataa tu mambo yatakuwa mabaya, hivyo akakiri kwamba kila aliyekosea basi ataadhibiwa bila kutazamwa ni nani. Rada alimshangaa sana mama yake, lakini aliishia kujitetea yeye mwenyewe tu. Alimuuliza Nila kama yeye ndio alitaka wakatalii kule mji wa wanaume na alitaka Nila aape mbele za watu. Vieira aliapa kwa kupitia epo kwa niaba ya Nila akijua kwamba ni uongo, lakini Rada alileta video iliyoonyesha Nila akilazimisha waende katika eneo ambalo wasilopaswa kwenda kabisa. Huko wanaume wamefika katika salamu la Rieda na kuomba msamaha, lakini Hera aliwashawishi wenzie wakaogelee kisha wataomba msamaha baadaye. Bila ya uhakika vijana wakakubali. Julius huko town ametengenezwa na kinyozi amewaka hatari, yaani ni bonge moja la Kenysamboi. Wanawake wa eneo lile waliendeleza shobu, yani, wa wa yani walijipendekeza mno, alilopelekea wako lungwa kumaindi kinoma. Baron alimpa onya mume wa binti kwamba asipokuwa makini atapoteza ua lake. Jamaa hakuchukulia serious, lakini baron alipoweza kumchallenge mwamba akasema usintanie wewe. Akataka Ufanye slap contest kwa mara nyingine tena. Huku vijana wakuza mtoni wanashangazwa sana na miguu ya Hera, lakini walilalamika kwamba hawana chakula cha kutosha eneo lile. Hera aliwaambia kwamba anajua wapi pa kupata chakula, kwa sababu yeye ndiyo mtunza mbegu. Wakamuuliza atawezaje kufanya hivyo. Akatoa kibiriti maalum na kuonyesha kibiriti ambacho katika upande mzima wa wanawake hawana kabisa, lakini alihofia kupata adhabu kwa hilo. Vijana wakaanza kumwamini kwamba yeye ndiye mtuza mbegu bora kuwahi kutokea. Upande wa wanawake footage imejieleza na wamejua kwamba Rada wala hakuwa na makosa na wala haongopi. Jaji alimsamehe kwa hilo. Baada ya msamaha kupita, niye akaona atoboe siri tu kwamba Rada alipiga busu na Hera, hali iliyoshangaza wengi mle ndani. Rada akapewa adhabu ya kufanya kazi ya jamii kwa masaa nane halafu rafiki yake akapatiwa alama ishirini kwa kazi yake nzuri aliyoifanya, kitu ambacho kilimuumiza sana Rada. jamii yao ilikuwa inaongozwa kwa pointi maalum. Huko Primitive, wao wameandaa tamasha la makofi, lakini Julius hakujua nini maana ya kofi. jamaa akampiga na kufanya anguke, lakini cha kushangaza aliinuka na kurudi

Yani mziba vibao alizabwa vibao mpaka akazibishwa. Mhifadhi mbegu anafurahia nyama choma, moshi ulisambaa mno na kusababisha uharibifu. Walikamatwa na kuonywa kwa mara nyingine, kisha wakaambiwa kwamba watapelekwa katika eneo la kihistoria hapo kesho. Yote hayo ni kwa ajili ya mafunzo yao. Jambo lile lilianza kidogo kwa punguzo wa uaminifu kwa baadhi ya vijana. Kwa hera Hera aliwambia kwamba ana maono kwa wote, lakini hawakujali kabisa. Walimwambia wana siku nzuri sana na hawataki kuiharibu. Wakatoa mvinyo, lakini ghafla alam ikaita tena. Hapo ndipo akagundua kwamba pete zao ndizo ambazo zinawaponza, yani zinawapoteza kabisa. Kwa hiyo ikabidi washauriane wa, yani watumie mkono mwingine, yani kama mkono wako wa kulia una pete, basi tumia mkono wa kushoto, ili mradi mkono wa kulia usiweze kusensi chochote kile. Siku inayofuata wapo wanapatiwa huduma na watoto wazuri, lakini siku hiyo Hera anajigeuza anamwona rada. Kwa mshtuko, alimwagia maji, bahati mbaya. Alisema kwamba hakuna kilichovunjika. Rada alisema anamjua, ila jamaa akamwambia kwamba yeye ni mtunza mbegu. Alisema amefurahi sana kumuona, lakini kwa jinsi alivyoelezea binti akaona akaikimya tu labda atamharibia Baron na wenzake wakamchukua Julius mpaka kwenye jumba bovu, nia yao waende wakamuue kabisa, wakiamini kwamba anaweza kuadhibia kwa sababu mademu wa pale walikuwa tayari washaanza kumzimikia Julius. Kwa hiyo watu walikuwa tayari kummaliza yule, wakidai kwamba ni mpelelezi, yani bila kujali utu kabisa. Upande wa pili, hera wameletwa maktaba na kupewa historia zamani, jinsi wanawake walivyokuwa wakiishi kupitia tu. Ile rada alikuwepo na alitishia kutaja siri zake zote. Hera aliombwa aachwe mwenyewe, kwa hiyo rada aliongea bibi yake bibi alimwambia kazi ni kwake, kama atatetea penzi lake ama ataliangamiza yeye mwenyewe. Hata hivyo siri yake iko katika eneo salama. Upande mwingine Yuli aliwaonyesha wema sana bila ubaya. Upande wa mjini, presentation ilikuwa inaendelea, na waliambiwa kwamba wanawake waliishi kama watumwa kwa wanaume. Wamefika kituni kwao, Hera na wasanua wana kwa sawa itakuwa wamekosea, lakini wanahitaji kuwa na haki yao pia Yaani, wana mahitaji yao binafsi. Vijana wakakubaliana kwamba walikuwa wako sawa tu na wanahitaji uhuru wao. Katika jumba lile, kundi la Baron linavamiwa na wababe wa mji, lakini Julius aliweza kupambana nao na kuweza kuweka kila kitu sawa, hali ambayo iliwashangaza sana wakurungwa. Baada ya msaada ule walimwona Julius kama mwenzao, yaani walianza kumwona ni mtu mwema sana kwao. Hawakutaka kabisa adhurike na mtu yoyote yule. Upande wa mjini kule, Rada alikuwa anapigwa saundi na mwana kaka mmoja hivi, lakini aligoma kabisa kukubali. Mara Hera akazama katikati ya mongezi na kumwokoa Rada, kisha akamtajia jina lake akidhani kwamba atamkubali lakini badala yake alimkataa kabisa, na alimwambia kwamba aondoke mjini hapo kabla hata ajiita polisi. Upande wa pili, Vaiera anaonekana kwamba yeye ni rabu agent ambaye kuna wakati anatoka upande wa wanawake na kuja huku n wanaume. Yani, alikuwa ni mpenzi wa Baron, yani alikuwa akidate naye, na alisema kila kitu kumhusu Julius. Hata hivyo, Hera alijaribu kutoroka lakini alijikuta anazuiliwa. Nia yake ni kuokoa maisha yake. Baada ya porugushani siku nzima, dada anarudi tena kitandani kwake na kupumzika kwa utulivu. Mzigo unaishia hapo. Hii ni Dani movie recap na mimi ni Queen of Africa, till next time, chao.